Ah. Na huyo mgonjwa wako ni bora nyumba. Afyajuko nyuma. Nyongea, nyongea namna hiyo eh? Lakini sio kawaida yako, mimi navyokujua, mimi wewe sio kawaida yako hiyo. Kazi yako na maisha ya mtu, kipi bora? Kipi bora? Kipi bora? bora? No, bora? No, no, maisha, maisha. Wewe mwana sijua vibaya mwana sio kitanga sio Kipemba. Mwanamke mwana, kiona ukoo wako na rangi yako na roho yako hata viendani. Anko. Hayo ndo maisha yetu ya chaboli. Niko tayari, Dokta. Tolea macho ili aone. Niko tayari. Chaboli. Chaboli. Chaboli, mbona uniache? Sawa? Kaka. Yaani pesa ndio kupatia na vitu vionekia ni vingi bado unaniongezea hela. Hii hela ya kazi gani? Shika. Hmm. Haija kutosha hiyo. <coughs>